No, ni mwanaume mpumbavu ambaye hakulelewa kwenye misingi ya dini, hakukuwa katika mikono ya Malkia au mwanamke mwenye hadhi na busara ya Kiafrika. Mimi nikikuhudumia, nikihudumia familia yako, nikihudumia watu wako wa Ahlul Bait ni makosa kisheria kuja kutangaza baada ya mi na wewe kugombana namna nilivyofanya. Maana yake hukufundwa, hukuenda jandoni. Wakati unamsaidia ulikuwa kwenye penzi zito ambapo unahisi ulikuwa na satisfy kwake, ndio maana ukafurahi ukasema nihudumie familia yake na umzunguruka na ukafanya hivyo. Kwa hiyo kugombana kwake, unaweza kusema unaanza kumsimanga kwa kile ulichokifanya, unakosea. Mwanaume tulienda jandoni. Mi nimeonga gari kabla sijamua Alice, na mwanamke amechukua ya vits yangu ya blue, lakini baada ya kuachana naye ni, ni, ni, ni wazi anaitwa Recho nilikuwa naigiza naye mahusiano, alichukua vits yangu ya blue, lakini niliachana naye, nikaendelea kwenye maisha yangu ya ndoa. Na vits sijawahi kusema, leo ndo kwa mara ya kwanza naisema, na amsoru kusema, ikisisemi kama vile kujimwamba fai, nasema kutoa mfano hai. Ha, aliondoka nayo kakunyang'anya. Ha, aliondoka nayo nikawambia, kwa sababu nilikupa tukiwa kwenye penzi zito, na tumeachana tukiwa kwenye penzi zito.